Kila siku tunasikia watu wakisema forex trading imenibadilishia maisha, nilikuwa maskini, leo nina uhuru wa kifedha, ninamiliki magari, nyumba na nasafiri duniani kote, shukrani kwa forex. Lakini swali ni moja tu, huu ni ukweli au ni ponojo? Leo tutazama kwa undani kabisa jinsi forex trading inavyoweza na inavyofanya kubadilisha maisha ya watu wa kawaida kuwa matajiri. Kama unataka kuelewa kila kitu kutoka mwanzo hadi mwisho, basi kaa hadi mwisho wa video hii. Forex ni kifupi cha maneno ya Kiingereza foreign exchange, yani biashara ya kubadilisha sarafu. Hiki ni soko lenye mzunguko wa zaidi ya dola trilioni saba kwa siku, likifanya forex kuwa soko kubwa kabisa duniani. Wakati watu wengine wanafikiria forex ni kamari au mchezo wa bahati Ukweli ni kwamba hii ni biashara ya kisayansi inayohitaji elimu, mikakati na nidhamu ya hali ya juu. Traders hununua sarafu moja kwa matumaini kuwa bei yake itapanda, au huuza kwa matumaini kuwa itashuka, na hapo ndipo wanapopata faida. Mfano, unaponunua EUR USD kwa bei fulani, ukitarajia euro ipande dhidi ya dola. Ikipanda unaingiza faida, ukikosea mwelekeo unapoteza Hivyo ni muhimu kujifunza kuchambua soko vizuri. Kwa nini forex inavutia watu wengi? Uwezo wa kuanza na mtaji mdogo: forex haikuhitaji uwe na mamilioni. Kwa broka wengi, unaweza kuanza na hata dola kumi, hamsini au mia moja. Hii inawapa watu wengi nafasi ya kujaribu bahati yao kwa kiwango cha chini. Faida zisizo na kikomo: hakuna kiwango cha juu cha mapato Trader mwenye ujuzi anaweza kuingiza maelfu ya dola kila siku. Baadhi ya watu hutengeneza dola 500 hadi 500 kwa siku wakitumia mikakati madhubuti. Flexible, unaweza kufanya biashara wakati wowote wa soko la Forex linafunguliwa masaa 24 kwa siku, siku tano kwa wiki. Hii inamaanisha unaweza kufanya biashara asubuhi, usiku, hata ukiwa kazini au nyumbani. Uhuru wa kifedha na maisha bila bosi. Forex inakupa nafasi ya kuwa boss wa maisha yako. Hufungwi na ratiba ya kazi ya saa nane. Unaweza kusafiri kufanya kazi popote ulipo, almradi una simu au laptop na internet. Watu wengi duniani wametoka kwenye maisha ya shida na kuwa matajiri kupitia Forex. Hapa kuna baadhi ya mifano halisi, majina ya kubuni kwa faragha. Jackson, Kenya. Jackson alikuwa mwalimu wa shule ya msingi alipojifunza forex kupitia kozi ya YouTube na vitabu alianza na dola 50 tu. Leo hii Jackson anamiliki kampuni ya training ya forex na analipwa hadi dola elfu mbili kwa kila private session ya mentorship. Amina, Tanzania. Amina alikuwa mama ya nyumbani aliyekuwa akitegemea mume alipoanza kujifunza forex alianza kwa kufanya demo kwa mwezi sita. Leo hii ana group la WhatsApp la mentorship na anapata zaidi ya ths milioni kumi kwa mezi kupitia forex. John Nigeria. John alikuwa na deni kubwa la chuo. Aliamua kujifunza forex kwa miezi kumi na mbili bila kuchoka. Leo anamiliki Bentley na nyumba mbili kubwa Lagos. Anasema forex ni njia ya uhuru, lakini si rahisi. Unachojifunza hapa ni kwamba mafanikio yanahitaji nidhamu, muda na bidii. Forex si njia ya mkatani, bali ni njia ya uhakika kwa wale walio tayari kujifunza. Siri ya mafanikio kwenye forex, elimu ni silaha. Watu wengi hupoteza fedha kwa sababu yanaruka hatua ya kujifunza. Usifanye kosa hilo, jifunze kutoka kwa wataalamu, vitabu, YouTube au kozi rasmi. Anza na demo account. Hii ni akaunti ya majaribio, haina pesa halisi. Inakusaidia kujifunza bila kupoteza pesa. Usianze na real money hadi umezoea. Zingatia risk management. Usiwahi kuweka asilimia mia ya pesa zako kwenye trade moja. Tumia stop loss, hakikisha hupotezi zaidi ya asilimia mbili hadi tano ya akaunti yako kwa trade moja. Fanya backtesting na journaling. Tambua mikakati yako bora kwa kujaribu historia ya market. Andika kila trade ulichofanya vizuri na ulipokosea. Usiingie kwa tamaa. Tamaa ni adui mkubwa. Traders wengi hupoteza faida kwa sababu ya tamaa. Weka lengo, ukitimiza toka nje. Kesho ni siku nyingine. Forex si lelemama. Ni biashara yenye hatari kubwa. Watu wengi zaidi ya asilimia 75 hupoteza fedha zao. Sababu kumi kukutokosa elimu sahihi, kutrade kwa hisia au emotions, tamaa na papara, kutozingatia risk management. Lakini kwa wale walio tayari kujifunza, kuwa na nidhamu na kufuata mfumo, forex inaweza kuwa njia ya uhuru wa kweli. Sasa umesikia yote, ukweli, hatari na faida za forex. Je, uko tayari kuanza safari yako ya kifedha? Kumbuka, kila tajiri alianza akiwa hana chochote. Walichokuwa nacho ni uelewa na maamuzi sahihi. Green, bonyeza like and subscribe kwa mafunzo zaidi. Green, comment ungependa tuzungumzie nini kwenye video inayofuata.